Unawezaji kujua kwamba this is a suitable land for what I want like project yangu. Mimi nataka kujenga nyumba ya kupangisha watu, nataka kujenga Airbnb, nataka kujenga labda a mall au complex building kuwe, kama flame ya wapangishaji. Unawezaje kujua this is a perfect place to build my? Ili wewe uweze kujua kwamba hili eneo ni suitable kwa kitu fulani fulani, fulani. Sawa unapoambiwa kwamba kuna eneo linauzwa okay. sure kwamba kwanza unafika serikali za nini za mitaa serikali za mitaa huwa wanakuwa wana ile master plan ya mji wao ule uliopo hata mm -hmm. kama ni lakini tayari watu wa mipango miji huwa wanakuwa wameshaweka zile future plans kwa zile zote zitaelezea zita nini, nini, nini, nini? Mm, mdau Deo unaposema <laughs> surveyed na unsurveyed, hebu elaborate hapo e, maeneo ambayo yamepimwa mm. ni maeneo ambayo yamepangiliwa yeah. kwa ajili ya matumizi matumizi sahihi yaani, yeah, yeah. unakuta kama ni maeneo kwa mfano tuseme labda unakuta hapo ni, ma, ni maeneo labda ya, ya makazi yeah. kuna maeneo, Maka. kuna makazi mm. kuna viwanda yeah. na kuna biashara umeona? Mm. Kwa hiyo sasa unakuta maeneo ya makazi sianajulikana kapa na vitu gani? Yes. Takuta kuna shule. Yes. Kuna hospitali. Yes. Umeona? Kwa hiyo sasa mtu mwenyewe atajua kabisa uwezi kaenda ukajenga kiwanda kwenye maeneo ya makazi. Mm. Kwa sababu umeshaona vitu ambavyo viko hapo haviendani kabisa na haviendani kabisa na ile ile plani yako, kwa hiyo. Mm. Straight away wa wanja, mm. Mm. Mm, fata sheria za ununuaji wa viwanja, nenda serikali za mitaa. Mm. Serikali za mitaa watakupa master plan, watakuonyesha system nzima ya eneo lao lilivyo sa... toka pale utakuwa umepata nini, Lakin. majibu yako.